Alhamisi ndio hii imeweza yeah. kushuhudia vibe kubwa kabisa la timu nzima Kuhani Musa Media Group, anza keleekaui sana popote pale, mtazamaji pamoja na msikilizaji, karibu sana katika wasaa huu mzuri, na wakipekee sana ambao kuna maswali mengi sana kwa watu wengi sana. kuna ni yeah, e, maanake yeah, watu wengi wanajiuliza ni jambo gani hilo, kuwa ni Musa Media Group wako mm, nalo na yeah, kwa yeah, tuna jambo letu kubwa na la kipekee sana yes, na leo ni siku rasmi ambapo tunakwenda kuzindua jambo hilo mm, na utaweza kulifahamu hapa kwa uzuri sana, na kila mmoja utaweza kumsikia akizungumza. Kwa hiyo karibisha rasmi, tukwambie karibu sana, tuweze kwenda kufurahi pamoja, tuweze kwenda kulitambua jambo lenyewe kwa uzuri sana. Kwa furaha tulionayo, tunaamini hata wewe mtazamaji na msikilizaji, kwa okay huu hapa uko na vibe kubwa sana na shauku kubwa sana. Peza akifam mengi zaidi. Mi naitwa Bonface Magupa na kuwa ni Musa Media Group, wote tuko hapa mazuri kabisa hapa, tupanga visuri sana na ofouse kila eneo kila eneo mm, eh, studio zote za radio mm, uh, wako watu wakiwa makini kabisa kuhakikisha kwamba unatupata vizuri, lakini upande wa TV TX pia wako vizuri sana uh, wakihakikisha kwamba unatupata vizuri sana. So tunaanza rasmi kabisa kile uh, ambacho kimetuweka mahali hapa na usiku huu wa kipekee sana sana sana. Ukicheki kushoto kwangu, uh, nina watu angu angu wangu wa nguvu kabisa, hapo naweza kuona Peter Passion, Happiness Ninja na Jose Gabriel. Lakini pia ukija upande wangu huu hapa, uh, Witness Felix, Bruno Frank. Francis, Anton Amen. Tobias, Salma Juma, pamoja na Mongi. Yes! Yes! Bala, bila kupoteza kati Bruno Francis Diomu. Tayari sikundo hii Diomu. na watu wana shauku ya kuweza kufahamu ni nini hasa kimetuweka hapa. Tarehe 27 mwezi wa sita. Oh yes. Kesha mkubwa wa chuma unoa, Chuma. Bunoa. Utakuwa ni mkesha wa kipekee sana magupa. Oh yes. Na kwa kweli hakuna mkesha ambao kutokea ambao utafananishwa na huu mkesha, ambao kila mtanzania anayetazama kwa sasa mm. Aje ajionee tarehe 27, kuna kuna nini? kuna nini? Wow, safi sana with yes. the spirit of so course. Tayari jambo mm -hmm. limewekwa wazi mm -hmm. na Bruno Francis mm -hmm. hajataka kupoteza <laughs> muda <laughs> <laughs> Lakini watu wanaweza kuwa wanajiuliza sasa, hiki eh, mm -hmm. chuma hunoa chuma. chuma. Mm -hmm. Eh, kwa nini tarehe 27 na kwa nini leo tunazindua eh Uh, mimi nipenda tu kuambia watazamaji na wasikilizaji hmm. Kama maandalizi ni haya, mimi natarajia mkesha utakuwa mkubwa zaidi. Oh yes. Na maandalizi ya mkesha zitakuwa ni makubwa zaidi ya tarehe 27. Chuma hunoa chuma. Kabis. Kwa hiyo ningependa Watanzania wasikose, mm, na hata wote yes, ambao sio wa Tanzania wanatusikiliza mm, nje mipaka ya Tanzania na nchi mbalimbali, wasikose katika mkesha huo, kwa sababu bado muda ni mrefu kwa kweli, tuna mwezi mmoja na na siku kadhaa. Kwa hiyo nisingependa wakose katika mkesha huo, itakuwa ni siku nzuri, siku wa kunyaji, siku ya furuguru, siku wa maono makubwa kwa watu wote mbalimbali. Yes. Safi kabisa. Kapo number 2 iko mbali. Nitumilia msimu

kwa kweli, uh, Bonifas na mtazamaji anaetazama sasa hivi, lakini na wasikilizaji wetu Tanzania kote, tunafahamu mtumishi Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, namzungumzia baba lao mm. mara zote yakifanyaga jambo lake tunajua jamani, hapatoshi mm. yes. yes. Kwao siku hiyo sio siku ya kukosa kabisa, hakikisha oh, oh, oh, oh. kama huko nje ya jiji la Dar es oh, oh, oh. Salaam oh, oh. wai mapema kabisa kuweza kukata kama ni tiketi yako kufanya oh, oh. jambo lako ili uhakikishe wow. unafika ndani ya ngome ya Yesu Kristo kabisa huyo <coughs> ni Salma Jumaa na habari njema kabisa. Hey. Hey, najua nane, nane. Nah. Hey, ni eneo moja kati ya kitu ambacho nilitaka niseme kwa mtazamaji na msikilizaji popote pale alipo kukiwa mm -hmm. na jambo ngomeni basi kunakuwa na zawadi. Nina hakika siku hiyo baba yetu Kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha anacho kitu special cha kuja kutupa sisi siku hiyo. Hivyo nikwambie tu kwamba ngomeni, sasa hivi wingu tunalotembea nalo mm -hmm. ni wa viwango vingine kabisa. Wote tumeshuhudia kupitia maombi ya papo kwa hapo, watu wanafunguliwa kutoka mataifa mbalimbali yes. kutoka mikoa mbalimbali. Sasa mm hii -hmm. tarehe ishirini na saba na saba. Asante sana ah, mimi nizungumze kwa niaba ya kuwa na Mwalimu Musa Richard no, Mwacha yes. kwamba siku ndio hiyo tarehe ndio hiyo mm. haiwezi kubadilika, nimeshakuwa tayari na niseme tu jambo moja kwamba Uh, tumekuja kama timu tumekuja kama watoto wa Kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha kuhakikishia kwa ya kwamba kuna jambo kubwa ambalo uh, Yesu anaenda kulifanya kwenye usiku ule eh, usiku wa mashangilio, usiku wa furaha, usiku ambao utakuwa ni usiku wa kipekee sana. Nadhani nikwambie ni usiku ambao hautakaa usahaulike kwenye maisha yako. Utakuwa ni usiku wa maajabu, usiku wa miujiza, usiku wa matendo makuu ambayo uh, Yesu anaenda kuyafanya kwenye maisha yetu uh, una, una unatusikiliza ukiwa wapi? Tumekuletea habari njema, mm -hmm. na wewe uweze kuwepo siku hiyo. Jina langu jinalangu ah, yeah. ilizo, mwalimu Musa Richard. Sawa, kuna jambo la msingi ambalo mtazamaji na msikilizaji na inatakiwa kupata moja kwa moja. Tumekuwa na mikesha mingi sana ya tunafunga mwaka tunafungua mwaka mm. tunakuwa tuna mikesha ya aina hiyo ya kipekee sana Ndiyo. utofauti wa mkesha wa chuma hunoa chuma na mikesha iliyopita ni, ni, ni. unajua cha kwanza eh. kwani amepewa agizo Ndiyo kuwafanya uh, watu kwa wanafunzi wa Yesu uh, chuma unoa chuma inapatikana methali kumi ishirini na saba, huo mstari uko vile na utasimama vile. Amina, na Amina, kuna vyuma vinakwenda kunolewa. Amina. Amina. Amina. Amina. majimbo yao, kuna vyuma vitanolewa. mm -hmm. vikawe viongozi kwenye maeneo wanakotokea. well, sasa huu yeah. siku wa chuma unoa chuma mm -hmm. kila chuma kitanolewa. oh, wow. Kwamba wow. kwa, hakuna wow. kwa, chuma kinacholiwa na kutu, ndio <laughs> hakuna chuma kinachoharibika. yes. chuma huwa ni chuma. Sasa ukifanywa kuwa chuma kuanzia rohoni, ndio mpaka mwilini <laughs> hayupo akukuweza hata mmoja. wow. yeah. Uh, taifa lote la Tanzania tunaelekea Ngomeni Kimara Temboni. Mtu anaweza akasikiliza sana akasema, sasa ni wapi? mbona wamesema vizuri lakini wapi? Location ni moja Ngome. Eh, Yesu Kristo niko mm. moja peke yake. Tanzania ulimwenguni kote, niko ndani ya taifa la Tanzania, ndani ya jiji la kibiashara Dar es Salaam Dar es Salaam. Kama, kama Dar es Salaam imechaguliwa hey, eh, <coughs> kuwa sehemu ya kunolewa vyuma hivyo hey, vyuma hawezi kuwa vyepesi Amen. <coughs>